Baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka eneo la Magharibi wameshikilia kuwa wataendelea kuuliza maswali kuhusu kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo ambaye aliaga dunia katika ajali ya barabara eneo la Naivasha. Wakizungumza katika ibada ya kumuomboleza Jirongo iliyoandaliwa nyumbani kwake eneo la Kitale County ya Trans Nzoia, viongozi hao wakiongozwa na aliyekuwa seneta wa Vihiga George Khaniri wameitaka serikali kuharakisha uchunguzi kuhusu kifo hicho. Victor Kayanda anatuarifu. Baada ya mwili wa aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo kuwasili nyumbani kwake eneo la maili saba kaunti ya Trans Nzoia hapo jana. Leo hii ibada ya pili ya wafu kwa ajili ya kiongozi huyo iliandaliwa. Katika ibada hiyo iliyojawa simanzi na majonzi, familia yake ikimkumbuka kama baba mchangamfu, mkarimu na aliyeweka maslahi ya familia yake mbele siku zote. He rode on a black mamba bicycle.

Baadhi ya viongozi kutoka eneo la Magharibi wakiendelea kuuliza maswali kuhusu kifo cha Jirongo na kushinikiza uchunguzi wa kina kuharakishwa ili kilichotokea kibainike.

We leave no stone unturned till we get the facts. And we should not speculate about anything because technology will not lie. Hatimaye mwili wa Jirongo ulisafirishwa hadi nyumbani kwao eneo la Lumakanda, kaunti ya Kakamega, ambako utasalia usiku kucha kabla ya mazishi yake kuandaliwa hapo kesho. Mbunge huyo wa zamani alifariki katika ajali ya barabara eneo la Naivasha tarehe 13 mwezi Disemba mwaka huu. Victor Kayanda, Undugu TV.